Kuzungumzia maridhiano sasa ni kujaribu kutemea mate mbingu, ukifikiri utamlowesha Mungu. Huwezi ukazungumzia maridhiano, ni hatua ya nne. Yaani kwanza kuzungumzia maridhiano ni hatua ya tano, sorry sio ya, ya nne. Cha kwanza tunachotaka kwanza ni kujua ukweli, nini kilijiri, nani alifanya, kwa nini alifanya, na alifanya kwa ukubwa gani kweli. Pili, haki za wahanga, nani aliumia, aliumiaje, na tunafanya nini kuonyesha kujuta kwetu na angalau kurejesha familia zile, kutafuta namna ya kupunguza maumivu, ikiwemo kulipa fidia na kuona namna gani ya kuzileta zile familia pamoja, ili zile familia zishiriki kutusamehe kwa sababu damu ina tabia ya kulia mbele ya Mungu na bila kutengeneza na hawa ndugu zetu kupitia ndugu zao na nani, bila kutengeneza e, hatutakuwa tena jinsi tulivyokuwa, kwa sababu damu hizi ni nyingi mno e, zinapopiga kelele mbele ya Mungu. Mungu alisikia damu kelele ya damu ya Habili e, Mungu alisikia kilio cha damu ya Naboti na wote mnajua aina ya hukumu walioitoa kwa Yezebeli baada ya damu ya Naboti na, na alimwambia licha ya Ahabu kutubu na Mungu kumsamehe, lakini Yezebeli aliyeshiriki kufanya lile, adhabu yake ilifika, na wote mnajua ni adhabu gani. E, Mungu alichukizwa na sauti ya kilio cha Abeli, akamuuliza Kaini, nasikia sauti ya ndugu yako ikikulilia, akasema mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kwa hiyo kimsingi damu hizi zilizomwagika lazima zipate haki, lazima zilipiziwe kisasi. Na tunaposema kisasi ni kisasi cha kitaratibu tulizojiwekea kama nchi e, kwa sababu hatuwezi hatuko kwenye ile zamani tulikuwa tunasema blood feud, ukiua na ua. Ni kwamba twende kwa taratibu zetu za kisheria. Cha kwanza lazima tuangalie namna ya kuzi compensate familia, pili namna ya kutoa Eh, kulileta taifa pamoja na kupata toba ya pamoja. Lakini katika suala hili la haki, lazima kuwe na namna ya kuratibu ibada ya taifa ya pamoja na ku-identify majina yote ya waliopotea, waliouawa na walioumizwa, na tutambue kwamba tarehe ishirini na tisa Oktoba ilikuwa ni siku ya giza katika taifa letu na kwamba hatutaruhusu tena kuwa katika hali hiyo, lakini vile vile majina yote ya waliofariki yaorodheshwe na watamkwe kwamba hawa ni mashujaa, na waliuawa, sio kwa sababu ni wahalifu, ni kwa sababu walitumia haki yao ya kujieleza baada ya mamlaka kutopenda kusikilizana au kuzungumza. Kwa hiyo hii inaweza ikasaidia ku, ku, ku, ku ize tension